Huwa Israel Benjamin Netanyahu ni kuhusiana na mpango wa nyuklia kutoka katika taifa la Irani. Tunafahamu kuhusiana na mzozo ambao upo kati ya Marekani pamoja na Irani, lakini hata hivyo Iran ikiendelea kuishtumu taifa la Israel akisema kwamba Israel ndo ameweza kuchochea zaidi mgogoro huu ambao upo kati ya haya mataifa mawili. Na tukumbuke kwamba mwezi wa 6 mwaka jana 2025 kulikuwepo na mzozo kati ya haya mataifa mawili Naweza nikasema kati ya Israel pamoja na taifa la Irani. Na tuliweza kuona jinsi gani ambavyo mzozo huo au mgogoro wa vita kati ya haya mataifa mawili ulipoweza kudumu ndani ya siku kumi na mbili, upande wa Israel, lakini pia na upande wa taifa la Iran, na vifo ambavyo vilivyoweza kutokea. Na hata hivyo tuliweza kuona jinsi gani kwa upande wa Marekani akiwa amesimama kabisa na taifa la Israel katika mgogoro huo, tukaweza kuona upande wa Marekani akiweza kushambulia kwa upande wa Iran, lakini pia Iran inapo alipokuwa anataka aweze kushambulia kambi ya kijeshi katika taifa la Katari ambapo ni kambi ya Marekani ambayo inapatikana katika taifa la Katari, tuliweza kuona hali halisi ilikuwa vipi na hata hivyo tuliweza kuona uh, kuhusiana na mashambulizi ambayo Iran aliweza kuyafanya kwa pale Qatar, uh, kuweza kuleta madhara yoyote. Na kwa upande wa Marekani aliweza kusema kwamba waliweza kujulishwa mapema kuhusiana na mashambulizi ambayo taifa la Iran iliweza kuyafanya katika kambi hiyo ya kijeshi ambayo inapatikana katika upande wa Qatar. Na hata hivyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo ziara hii ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuweza kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump wa pamoja kuweza kuzungumza kuhusiana na masuala mazima wa mpango wa nyuklia. Tunafahamu miongoni mwa vikwazo ambavyo taifa la Marekani ameweza kuwekea kwa upande wa Irani ni pamoja kupunguza uzalishaji wa madini ya urani, ambapo madini haya yanatumika katika mpango mzima wa nyuklia, na tunafahamu taifa la Irani imeweza kufikia kwa asilimia 60 katika uzalishaji wa nyuklia na kama vile kwa upande wa Marekani anaona basi uzalishaji wa madini ya urani uweze kupungua, na ukiweza kupungua uzalishaji wa nyuklia unaweza kupungua katika taifa la Irani. Na tumeweza kupata taarifa ikasema kwa Marekani anatamani kuweza kuona taifa la Irani ikipunguza uzalishaji huo wa nyuklia kuweza kufikia hadi asilimia tatu. Unaweza kujiuliza kutoka katika asilimia sitini na kuweza kufikia mpaka kwa asilimia tatu. Je, inawezekana? Lakini hata hivyo, tunaweza kuona kiongozi wa taifa la Iran aliweza kuongea kuhusiana na masuala mazima ya mapinduzi kwamba mapinduzi ishirini na mbili yaweza kutokea katika taifa la Irani, lakini Iran iliweza kushinda katika mapinduzi hayo ishirini na mbili na akasema pia hata kuhusiana na maandamano ambayo yameweza kutokea katika taifa la Irani wa mwaka jana mwezi wa 12 mwishoni mpaka mwaka huu 2026 mwanzoni kabisa mwa mwezi wa kwanza, akaweza kugusia, akasema kwamba yamekuwa ni maandamano ambayo yameweza kusababisha machafuko katika taifa la Iran, akisema kwamba baadhi ya mataifa ya kigeni ambayo yalishindwa katika mapinduzi hayo ya nyuma yaliweza kutokea katika taifa la Iran walitaka kuweza kujaribu tena katika taifa hilo lakini akagusia akasema kwamba hawatoweza hawataweza kuruhusu mataifa ya kigeni kuweza kuingia, kuingia katika taifa la Iran kuweza kuingilia katika masuala mazima ya mipango yake, masuala mazima ya uende uendeshaji wa nchi hiyo, na pia akaweza kuzungumza kuhusiana na uh, vikwazo ambavyo vimeweza kuwekewa na taifa la Marekani, wakasema kwamba kama mezani waweze kuzungumza. Tuliweza kuona mazungumzo ambayo yaweza kufanyika kwa pale Oman ambapo viongozi wa Marekani pamoja na viongozi wa Iran waliweza kukutana kwa pale Oman kwa pamoja kuweza kuzungumza na hii ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Waliweza kuzungumza kuhusiana na mzozo huo ambao upo kati yao, lakini pia waliweza kuzungumza kuhusiana na mpango huo wa nyuklia. Je, Iran itakuwa tayari kutoka katika 60% mpaka kuweza kufikia katika asilimia tatu? Lakini hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa hususan siasa za nje waliweza kuzungumza kuhusiana na maandamano ambayo yaweza kutokea ya mwezi wa kumi mbili mwishoni mpaka mwezi wa kwanza mwanzoni kwa mwaka huu 2026, waliweza kuzungumza akasema kwamba ni maandamano ambayo yamekuwa ya utofauti ikilinganishwa na maandamano ambayo yaliwahi kutokea 2017, 2019, 2022 na kwa mwaka 2025 mwezi wa 12 mwishoni mpaka 2026 uh, mwezi wa kwanza mwanzo ni wakasema, imekuwa ni maandamano tofauti ikilinganishwa na mapinduzi ambayo yu kufanyika ya Kiislamu katika taifa hiyo la Iran moja mia tisa tisa, kwa mwaka 1979 ambapo amesema kwamba katika mapinduzi hayo watu wengi walikufa, lakini kwa katika maandamano ambayo yaliweza kutokea hivi karibuni idadi ya vifo imeweza kuongezeka ikilinganishwa na mapinduzi hayo yaliweza kutokea mwaka 1979. Kwa hiyo tuweze kutegemea kuhusiana na kuweza kukutana kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump wataweza kuzungumza nini katika mpango huu wa nyuklia, na tunafahamu wasiwasi ambao upo kati ya taifa la Irani lakini pia na taifa la Israel Hawa hawana ushirikiano mzuri, na tuliweza kuona hata katika huo mzozo ambao uliweza kutokea kwa mwaka jana mwezi wa sita 2025, tuliweza kuona jinsi gani ambavyo Israel uh, ilikuwa akitegemea nguvu zaidi kutoka katika taifa la Marekani, lakini kwa upande wa Iran napo tukaweza kuona uh, upande wa Urusi, rais wa Urusi na naye pia akiweza kuruhusu Irani kuweza kufanya mashambulizi kupitia anga lake. Kwa hiyo unaweza kuangazia jinsi gani ambavyo ushirikiano ambapo hupo hapo katikati Irani na Marekani, lakini hata hivyo uh, upande wa Irani ya, upande wa Israel na Marekani, lakini hata hivyo na upande wa Irani pamoja na Urusi na hata hivyo, katika mgoro huu tuliweza kuona pale ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin naye pia aliwahi kuzungumza kuhusiana na mgoro huu uweze kutamatika, akasema yupo tayari hata yeye kuweza kuondoa katika mpango wa nyuklia ambao upo kati ya Irani pamoja na Urusi ili tu kuweza kuona mgoro huu unaenda kutamatika. Mtazamaji, ni saa tatu na dakika moja, ndivyo ambavyo natamatisha hivyo Morning Victory siku ya leo, natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia katika upande wa fahamu zaidi, upande wa kitaifa, upande wa kurasa za mbele za magazeti na mwisho kabisa katika upande wa kimataifa.